Katika wakati wa zamani, Waisraeli walikuwa wanapigana vita dhidi ya Wafilisti. Goliathi mjumbe mkubwa kutoka Wafilisti alikuwa mfalme wa vita mwenye nguvu na alikuwa akijivunia sana. Alikuwa na urefu wa ajabu na alikuwa amevaa silaha nzito za kivita. Kila asubuhi alisimama mbele ya majeshi ya Waisraeli na kuwatisha akisema, "Tuma mtu mmoja apigane nami. Ikiwa atashinda, sisi tutakuwa watumwa wenu." Lakini ikiwa nitawashinda ninyi, mtakuwa watumwa wetu." Waisraeli walikuwa na hofu kubwa, kutokana na ukubwa na nguvu za Goriati. Hakuna hata mmoja aliyeweza kumshinda, lakini kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Daudi. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo na alikuwa mdogo, lakini alijivunia imani yake kwa Mungu. Alikuwa ametumwa na baba yake kwenda kwa kambi ya vita kuwajulisha ndugu zake ambao walikuwa sehemu ya jeshi la Israeli. Aliposikia matamshi ya Goliathi alikasirika sana. Aliamua kwenda kwa mfalme wa Israeli Sauli na kusema, sitohofu kumshinda Goliathi. Mimi ni mchungaji wa kondoo na nimeshinda simba na dubu Mungu atanitetea dhidi ya Goriati kama alivyoniokoa kutoka kwa wanyama hawa. Mfalme Sauli alikubali kwa njia ya shaka, lakini alikubali kumtuma Daudi. Daudi alichukua silaha zake za kijana, kombeo lake na mawe, badala ya kutumia silaha nzito za kivita kama walivyovaa wanajeshi wengine. Alienda mtoni, akachagua mawe matano ya duara, akaweka kwenye mfuko wake na akaenda mbele ya Goliati. Goliati alicheka alipoona Daudi akielekea kwake, akisema unadhani, mimi ni mbwa, na utanitukana kwa kuja kwangu na fimbo? Lakini Daudi alisema, wewe unakuja kwangu kwa upanga na kombeo, lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ambaye umemtukana leo. Bwana atakukabidhi mikononi mwangu na nitakuua. Daudi alisimama akachukua jiwe moja kutoka kwenye mfuko wake akaliweka kwenye kombeo lake, kisha akapiga kwa nguvu kuelekea kwa Goliati. Jiwe lilimpiga Goliati kwenye paji la uso na Goliati akaanguka chini kwa uso wake. Daudi akakimbia haraka akaenda kwa Goliati akachukua upanga wake na kumaliza vita kwa kumuua. Majeshi ya wafilisti waliona Goliati ameshindwa, walikimbia kwa hofu, na Waisraeli walishinda vita hiyo. Daudi aliibuka shujaa na kuonekana shujaa mbele ya majeshi ya Israeli kwa kumshinda Goliati kwa neno na nguvu za Mungu. Atukuzwe Mungu muweza, muumba mbingu na nchi, anayetupa ujasiri wa kushinda vita, hata kama tunaonekana tu dhaifu. Tunaamini akiwa upande wetu hakuna ambalo tunaweza kulishindwa. Endelea kufuatilia hadithi nzuri kutoka kwenye Bibilia kupitia akaunti yetu ya YouTube kwa jina la Trusted Ministry Mwanza. Mungu akubariki sana.